KBMC na Kindo Ken, au sio? KBMC Temeke, Kindo Ken anatokea Kinondoni. Okay, KBMC na Kindo Ken. Zingatieni sana. KBMC watu wanashika mic vibaya. Kila siku unaambiwa shika mic. Ayo Kindo Can, ejo mwanangu, ngoja nikuoneshe utundu, una kumbukumbu, ngoja nikupige virungu, umevaa kitishi chako hicho chekundu, wajinga ndio wali wao kekundu, na kupiga moja knockout, mimi simjeda mwanangu, unakwenda au mtoto kalendemka, sina tateremka nakuweka na kupiga, na unapasuka chini, utasuka na kupasua kama chupa, na hii mizuka mwanangu, nabadilikia na badili namba tano, na nabadiligia na kuitahani, weni we maidia weni mwanangu, unakumbuka pia, kanyaga chini ni kukanyage mwendo wa kupige mwanangu ni kuzabele na kushusha kipigo squeezy. Yes mwanangu unagawa tigo, umekuja sejini unataka uze figo. Ngoja nipate hela mwanangu ntakupa buku. Najua mzuka wako mwanangu unatumia nguvu ankupige kwa hizi biti, sikupigi kwa madufu. Ah, na tupo huku waoni wanapanda wengine wanashuka chizi kama huyu leo anapasuka Ayyo, ke dia, ke papa, silia. Uh -huh, y yeah. Leo bila kompleni mekutana tena na mwanangu kinokleni leo na siacha tamadeni nono mekuja mikasa kupanga foleni. Ya, yeah, unaniletea masyara kebina kuchinja alafu na kutwaka fara. Yeah, umeingia miziki We swala umechanganya, ruti soma mbele, sitambagala na kuchana. Leo lazima kwanza utulie, Kinokreni hapa so simlie, nakupa michano ambayo kwangu kichapo. Kinokreni utadata kwanza kwa hii midato nona, unacheza kwanza, nakupa mudi na kuja karibu na nyuma, waga sirudi kebina. Leo nauhakika nafanya gudi kwenye hip-hop. Lia, nona umekuja, lakini unatamba nona kwenye freestyle, we ni mshamba ya kuku mgoni, yeah. Anakamba vipi bwana Kinokeni, kwanza wamba nataka kuleta wamba wako. We vipi unasema, star Kindo Can, nisha kuona mara kadhaa hapa ujue Jaribu basi nwe n usio, nakuja tu ile kimazoea, kwamba umekuja tu una freestyle, unapiga round ya kwanza ngapi? Unaridhika, wiki ijayo nakuja tena. Kaa chini, tafakari ikuume, kwamba mbona mimi kila siku nikija naisha round hizi za mwanzoni. Hii kurangu mimi iko wazi, nampa mchizi hapa KBMC. KBMC. Makofi kwa KBMC. Oh, yeah. uh, P. Yeah, KB amekuwa very confident, alafu yeah. Yaani anachokifanya ni kama akifanyi, lakini ndo anafanya kwao, ameniprove <coughs> <coughs> mengi sana, mi pia nampa yee, KBMC pia. Oh, yeah. So, ek, uh, kwa upande wangu pia KB amechukua, lakini na ushauri mmoja kwa Kindo Can, uh, cha kwanza huyu alichokuzidi alikuwa anasikika vizuri sana. Huyu umeshika mic kwenye kichwa hapa sauti yako pia ni nzito, base kwa hiyo kusikika inawapa watu tabu kidogo. Uh, na the way style zako zilivyo ni, ni ngumu kwa watu ku na kukuelewa, lakini sio kwamba umefanya vibaya. Jamaa amekuja na mastaili mazuri, anasikika vizuri, watu wameelewa, amecheza na audience kwa style hiyo. Kwa hiyo next time fanyia kazi hivyo. Hii amechukua KB MC. Makofi kwa Kindo Ken pia. Uh, Kindo Ken ame, of course, amekuwa ni mshikaji ambaye Uh, anakuja kwanza kila siku alafu pia huwa ndo mtu wa kwanza kunitumia jina, yaani yeye ya, hata kabla ile siku ya event anatuma jina la like, Goya, oh nimo kesho kunwa nimo, so shout out to him. So mtu ambaye amekuwa wa kuchoka. Though ndo kama nilivyokuambia bro pale, amekuwa sometimes akiishia hivyo round za mwanzoni on, lakini ha give up. So shout out to Kindo Can.